Hello everyone, natumaini kwa sasa utakosha fungua account yako ya HFM account, pamoja na kuregister, kutuma document na kudownload app kupitia app store yako. Um, so utaenda kwenye app yako ya HFM; itafunguka kupitia face ID au pin number. Then utaona kwamba uh, account verification is still in progress kutokana na documents zako ambazo umezi attach kwa they are still reviewing it, na utapigiwa simu na account manager wako ili kuhakiki information zako. Ukimaliza uta cancel hapa, utaenda kwenye menu. Menu utaenda kwenye copy trading. Copy trading utaenda kwenye follow strategy. Kwenye follow strategy utakutana na strategy nyingi so utaenda kwenye view all Kwenye view all utaandika hapo kwenye search, utasearch efx copy trading ambao ndo hiyo ambayo imedisplay hapo, utasema follow, asema follow. kama unavyoona nakwambia 0 USC ni sawa na 0 USD dollar. Kwa hiyo ukiweka let's say minimum required ni elfu moja yeah? So utaweka minimum required. Then kwenye volume allocation utaweka 100%. Volume location ni unataka kudeposit asilimia ngapi ambayo iko available kwenye wallet yako. So sisi tunaweka 100% dola 50 hamsini kwa sababu that's the minimum requirement kwenye rescue level hii ni risk level, kwamba ni how much percent ya hasara ambayo uko willing wewe kama mteja kuiface kwenye deposit yako ambayo umeiweka katika hii strategy. Kwa mfano u, ikifika asilimia kumi ya hela ambayo umeingiza katika hii follow strategy, then account should stop following the strategy au ijifunge katika hii strategy, maana yake ut utakupata hasara zaidi ya asilimia kumi. So kwa sisi tutachagua asilimia thelathini and that's what we recommend kwa kwa wewe pia. Password, utaweka password yako. Broker. This is the most important Aspect katika hii follow strategy. Hii ni sehemu muhimu ya wewe kuhakikisha kwamba huachi blank, make sure una fill hizi namba ili iweze kufollow strategy yako ambayo umeselect ya EFX copy trading kuandika namba 33 8502. Hakikisha usisahau kuandika namba 33 8502 na kwa wale wengine ambao they prefer English 338502. So Please usi ignore hii sehemu, make sure unaandika hizo namba, then una confirm terms and conditions za copy trading kama utakuzipitia. Then you can click kwenye hiyo maandishi mekundu, itakupeleka kwenye fresh page ambayo itaelezea hizo terms and condition. Kishamaliza hapo, it should indicate. Then ukishamaliza hapo, unasema start following. I acknowledge, save password, that's all. Umemaliza kucopy